Mwigizaji nyota wa Hollywood Omar Hardwick anayefahamika zaidi kama Ghost amewasili nchini Kenya kabla ya uzinduzi wa HQ Kenya House, klabu ya kifahari ya watu wa daraja la juu inayotarajiwa kufunguliwa rasmi huko Tatu City ya Jumamosi ya leo ya March 15. Akiwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jki Ijumaa ya jana Machi kumi nanne jioni, mwigizaji huyu wa mfululizo maarufu wa filamu za Power alionekana kuwa mwenye furaha, akieleza msisimko wake kwa ziara hiyo inayochanganya biashara, utamaduni na burudani. Ninajisi vizuri kuwa hapa, natazamia kushuhudia na kushiriki katika upekee wa sekta ya ubunifu na biashara ya Kenya, huku nikitumia jukwaa langu kuangazia mambo mazuri yanayofanyika hapa. Alisema Hardwick anayejulikana kwa uhusika wake kama James St. Patrick ama Ghost katika Power. Ziara ya Hardwick inaashiria hatua muhimu kwa HQ Kenya House, kituo cha kipekee cha kijamii kilichoundwa kwa ajili ya kuunganisha wataaluma, wabunifu na wajasiriamali weusi. Klabu hiyo ambayo ni tawi la HQ DC House iliyoko Washington DC ni mradi wa The Burns Brothers ambao wanalenga kuimarisha uhusiano kati ya umarekani weusi na bara la Afrika. Kenya ni mahali bora kwa biashara na tunajivunia kuleta HQ house kama sehemu inayochanganya utamaduni, jamii na taratibu za kifahari zilizobuniwa kwa uangalifu, alisema john Barnes, mwanzilishi mwenza wa HQ House. Pu Karim, meneja wa mahusiano ya umma na mawasiliano wa Tatu cit alimkaribisha kwa furaha, akisisitiza umuhimu wa uwepo wake nchini. Ziara omar ni hatua kubwa kwa maendeleo ya sekta za ubunifu na biashara nchini Kenya. Tumemwandalia ya ratiba ya matukio ya kusisimua ikiwemo, mkutano wa wabunifu maarufu wa Kenya pamoja na ziara kipeke ya kipekee ya Tatu City. Alisema kwa mandhari ya kifahari, mabaya hali ya juu, na fursa za kipekee za kujenga mitandao ya kijamii, HQ Kenya House inatarajiwa kuleta mapinduzi katika mandhari ya kijamii ya wasomi wa Nairobi, wakati Kenya kijiandaa kwa uzinduzi mkubwa wa mwisho wa juma hili. Macho yote yanaelekezwa kwa HQ Kenya House ambapo biashara, utamaduni, burudani vinakutana kwa mtindo wa kipekee na wa hali ya juu. Ahiye ni SNS minignm